Mbunge wa jimbo la Namtumbo mkoani Ruvuma Mheshimiwa Vita Rashidi Kawawa amekabidhi vifaa tiba pamoja shiringi, 35, amputa, na dawa zenye thamani ya shilingi milioni 14.5 katika zahanati ya Luangano iliyopo kata ya Mputa wilayani humo. Makabidhiano hayo yamefanyika wiki hii. Zahanati ya Luangano imejengwa kwa ushirikiano wa wananchi pamoja na mbunge wao ambaye alitoa shilingi milioni 50 na wananchi wakitoa eneo la ujenzi, wakifyatua matofali na kushirikiana bega kwa bega hadi kukamilika na kufikia hatua ya kuzinduliwa tayari kwa matumizi kwa zahanati ya Luangano ni faraja kwa wananchi wa eneo hilo walikuwa wakisafiri umbali mrefu kusaka huduma za afya, lakini kwa sasa changamoto hiyo imekwisha na wananchi watapata huduma za matibabu kijijini hapo. Mheshimiwa Vitta Kawawa akizungumza na wananchi wa kijiji cha Luangano, amesifu serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassani kwa kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni sita kata ya Mputa ili kufanikisha miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwemo sekta ya afya. Mheshimiwa mbunge ametumia nafasi hiyo kuwaomba wananchi wa kijiji cha Luangano na kata ya Mputa kwa ujumla wao kuendelea kumwamini na kumpa nafasi nyingine uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu. Wengine wanakwenda Luhimbalilo, wa upande huu wengine wa upande huu, walikuwa wanakwenda zahanati pale na Ikesi, lakini tuliamua tusogeze kwa kushirikiana huduma hii ya afya. Na rais wetu Samia, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Yeye pia ameshabikia sana suala la huduma bora kwa wananchi. Kwa hiyo ukienda, ukiomba, ukijenga hoja yako kuhusu afya, hakai nyuma kuwasaidia au kutusaidia kuleta huduma hizo. Kwa hiyo tuna zahanati kadhaa tumezijenga zingine zimekamilika zinapata huduma kama alivyosema mganga mkuu wa wilaya pale. Mhangazi ilifunguliwa wiki tatu za nyuma na mkuu wetu wa wilaya, lakini pale Naikesi pia tumejenga jengo jipya, tuliboresha jengo la mama na mtoto, tumejenga jengo jipya, huduma inapatikana. Tunajenga na ngero pale, zahanati bado haijakamilika, lakini tunaikamilisha lakini tumejenga pia tumeboresha zahanati pale Mtonya, lakini pia tunajenga kituo cha afya kata ya Likuyu ambayo hiyo inajengwa kwa ushirikiano wa wenzetu, shirika la Mantra lile linalojenga linalochimba yurani kule, kwa huduma zile za kuhudumia wajamii, wenyewe wanajenga kituo cha afya pale kata ya Likuyu. Nikiripoti taarifa hii kutoka chumba cha habari, mimi ni Grayson Kapinga kutoka Jongo Media TV. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, lakini pia pamoja na kushare.